Takwimu zinavyoonyesha kati wa mtoto ta mtoto ya watoto elfu moja wanaozaliwa, basi kuenda hata mtoto mmoja na mmoja akazaliwa na aina mojawapo ya mguu kifundo. Wanachochangia labda ni nauli ya wao kutoka nyumbani kuja kupata matibabu. Huduma hii haina gharama. Gharama unayokuwa nayo ni ya wewe kutoka nyumbani kuweza kufika hospitali. Kwa hiyo isikufanye kwamba huyu mtoto uliye naye hapo nyumbani mwenye changamoto ya ulemavu wa mguu kifundo ulemavu wa mguu kifundo ni ulemavu ambao anazaliwa nao mtoto kwa, ni ulemavu wa kuzaliwa, na mara nyingi unakuwa unakisababisha maumivu. Japo kwa wakati mwingine unakuwa na nani na kisababishi, naomba tutatumia bango niweze kunani kuonyesha picha ili tuweze kuelewesha mguu kifundo. Kwa hiyo ndugu watazamaji, kama mnaweza kuona bango hili linatuonyesha miguu ya mtoto huyu. Ni mtoto aliyezaliwa na ulemavu wa mguu kifundo okay. Huyu ni aina ya ulemavu ambayo mtoto anazaliwa miguu na imekunja kisigino, kama unavyoweza kuona kwenye picha hapa, kimeingia ndani na mguu umeingia ndani, kwa hiyo huu ndio ulemavu wa mguu kifundo kiufupi. Asante sana. Na huu ulemavu wa mguu kifundo una, una uwezo wa kuwa ni wa aina hiyo moja au kuna aina nyingine ambazo zina tafsiriwa katika katika mguu kifundo? Um, kitaalamu tuna aina tatu za mguu kifundo ambayo aina ya kwanza inaitwa idiopathic clubfoot na huu ni aina ya ulemavu ambayo hauna kisababishi maalum. Inatokea tu mtoto anazaliwa anakuwa na nani na ulemavu. Na ulemavu wa pili ni unaitwa nani secondary. Sasa tukisema secondary kwa Kiswahili, maana yake kuna kisababishi cha kwanza ambacho kimepelekea kutokea ulemavu huu, ambao visababishi viko vya aina mbalimbali. Mfano mfupi ni mgongo wazi, mtoto anayozaliwa na, na mgongo wazi, kuna kuna uwezekano mkubwa pia akawa amezaliwa na mguu kifundo. Mfano mwingine ni kama arthrogryposis. Hii ni nani, ni aina ya ulemavu ambao mtoto anazaliwa, joint zinakuwa haziwezi kuna ku kunja vizuri, kwa hiyo ana shida ya joint na misuli. Hii pia inaweza kupelekea misuli ya nani ya nyayo ikae imejikunja ikasababisha mguu kifundo. Na aina ya tatu inaitwa posterior au position club foot, hii ni nani, ni aina ya nani, mguu kifundo ambao inakuwa ni kulingana na mtoto alivyokuwa amekaa tumboni. Aina kama mama alikuwa na maji madogo, kwa kitaalamu tunaita hydramnios, inaweza kananika perekea kwa kama kama kama na nafasi na finyo, akazaliwa miguu kawa imejikunja kuwa na nani na umbo la mguu kifundo kikifupi, tuna aina hizi tatu. Asante. Kwa hiyo hizo ndizo aina kuu tatu za ulemavu wa mguu kifundo. Ni muda gani ni muda gani hospitali imeanza kutoa hii huduma ya matibabu ya mguu kifundo? Na ndugu mtangazaji, kwa upande wa huduma hii kwa hapo hospitali imeanza kutolewa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Na wakati inaanza ilianza kliniki ilikuwa inaendeshwa na MiracleFeet. MiracleFeet ni shirika ambayo inajihusisha na, na matibabu ya miguu, matibabu mbalimbali ikiwemo mguu kifundo. Kwa hiyo MiracleFeet walianza, walikuwa na supply na nini vifaa, kutoa elimu kwa wataalamu, uendeleaji wa huduma ambao wamefanya mpaka elfu mbili na ishirini na mbili. Baada ya hapo MDH walichukua nani huu mradi ambao ndio tunaendelea nao mpaka sasa. Kwa sasa hivi tunafanya na MDH. MDH ndo ana support material ambayo tunatumia kuhudumia watoto, pia wana support nani utoaji wa elimu na incentives, kama ni voucher na nauli kwa kina mama inapobidi. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu, naamini mpaka hapa kuna jambo ambalo umeweza kuweza kujifunza, na hii inatupa tathmini ya kwamba tuwatizame sana watoto wetu majumbani, na vile vile inatupa elimu pia kwa akinamama wajawazito kwamba kuna wakati lazima tuweze kuweza kutambua baadhi ya changamoto ambazo zinawezaz kutokea hali hii kuweza kutokea, na baada ya kuwa tumeweza kuona hizi aina tatu na tumeona watu ambao wanafanya nao kazi na hospitali inaanza kutoa huduma hii, je, unaweza ukatupa tathmini kidogo tu kwamba kwa kwa mtizamo wa huduma mlivyoanza kuitoa tangu mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika hospitali ya Nyakahanga na mpaka sasa mmeona hili tatizo lina ukubwa kiasi gani katika wilaya yetu? Na asante ndugu mtangazaji. Kwanza napenda nizungumzie global na inavyofahamika nani mguu kifundo. Kwa takwimu zinavyoonyesha, kati ya watoto elfu moja wanaozaliwa, basi huenda hata mtoto mmoja kaamezaliwa na aina mojawapo ya mguu kifundo kwa so, hiyo ni ulemavu ambao upo na ni tatizo kubwa nikizungumzia kwa wilaya yetu ya Karagwe, kwa kipindi ambacho mimi na mwenzangu tumekuwa tukifanya kuanzia 2021 na na, basi angalau kila mwezi tumekuwa tukipata mtoto mmoja mpya mwenye shida ya mguu kifundo. Miezi mingine tunaenda kupata kwa watoto wawili au watatu, ila at least kila mwezi tumekuwa tunapata mtoto mpya mmoja mwenye shida ya mguu kifundo, na tunamshukuru Mungu anatuhudumia wote. Asante sana. Na sasa nafikiri, ndugu mtazamaji, tumeona ni kwa kiasi gani tatizo hili limeshakuwa ni ni kubwa na vilevile tumesema kwamba mguu kifundo unatibika na kabisa, na kama mguu kifundo unatibika tunaweza tukajua kwamba umesema kwamba kuna mashirika au taasisi tunaweza tukasema kwamba ambazo zinaweka nguvu katika kuhakikisha kwamba jamii inayopata wale watoto inanufaika kupitia. Je, naweza kutuambia kwamba sambamba na wao kuchangia, kuna gharama zozote ambazo mama au mtoto mwenyewe anapokuwa ameletwa katika hospitali hii anaweza kuzichangia? Asante ndugu mtangazaji kwa swali. Kwanza kabla sijajibu namba ni nani, nifafanue na kuweka wazi kuwa matibabu haya ni gharama sana, ni gharama sana, na ukiangalia hali ya watanzania wengi wengi wasingeweza. Kwa mfano ufungaji wa nani, tuna tunatoa ufungaji wa POP. POP moja kufungwa kwa kawaida kwa hospitali nyingi ni kuanzia elfu arobaini na kupanda kwa sababu kuta mtoto amezaliwa na nani na miguu yote miwili ina changamoto inakuwa ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo ingekuwa ni kwa kusema wanalipia wao, kwa simba wao, tunashukuru wako wananiwa bila profit kwa supply na nini vifaa kama kuja MDH kwa supply vifaa vyote. Kwa hiyo kwanza, mtoto ananania anafika kwanza usajili, tuna simu ya usajili ambayo na mtu anamsajili kwenye mfumo wao anaanza kupata matibabu ambayo tunaanza kumfunga na nini POP au kwa Kiswahili wanaita muongo. Tunakuwa na series za kumfunga, yeye anaenda anarudi kila baada ya wiki tunamfunga na kitoka hapo anafanywa ki operation kidogo, na kitoka hapo anaingia kwenye viatu maalum yote hivi vifaa vina tolewa na, na MDH wa, wanachochangia labda ni nauli ya wao kutoka nyumbani kujia pata matibabu ndugu mpendwa mtazamaji na mfatiliaji wa ya chaneli yetu. Nafikiri hapa tunaweza kuona kwamba tunaambiwa huduma hii haina gharama. Gharama unayokuwa nayo ni, ni wewe kutoka nyumbani kuweza kufika hospitali. Kwa hiyo isikufanye kwamba huyu mtoto uliye naye hapo nyumbani mwenye changamoto ya ulemavu wa mguu kifundo, ukabaki umekaa naye nyumbani. Kwa hiyo ni vema hata kumleta hospitali kwa sababu hakuna ambacho wewe utachangia zaidi ya nauli ile tu ya wewe kuweza kufikisha hospitali. Na sasa nirudi kwa wataalamu <coughs> wetu. Hii huduma tumesema kwamba ulemavu wa mguu kifundo unatibika, na tunaweza tukajua ni namna gani ambavyo mnafanya kuweza kuhakikisha kwamba mpaka inafika hatua huyu mtu anapata matibabu yake na anarudi kwenye hali ya utimamu kabisa, utimamo nah, kabisa namba nah, nikaribisha mwanzo naweza <laughs>